Kwanza kabisa tunataka tu, tuondoe unyanyapaa okay. E, na ndio maana nikasema michezo hii tunaihamasisha kwa kuwaunganisha makundi ya watoto wenye ulemavu na watoto wasiokuwa na ulemavu, ili watoto wakati wanakuwa wasio wanawatazama watoto wenye binadamu wenzao wenye ulemavu kama kitu cha ajabu, wacheze pamoja, ili wa, wa, wa, wajione kwamba nao ni sehemu ya jamii. Kwa hiyo lengo la kwanza kabisa ni kuondoa unyanyapaa. Lengo la pili ni ku, kutengeneza timu zitakazokuja kuliwakilisha taifa kwenye michezo ya walemavu katika mataifa makubwa mbalimbali okay. e, mbalimbali, kwa maana ya kwamba kuna michezo inaitwa michezo ya paraolimpiki. Hii ni michezo ambayo inachezwa na, na, na watu wenye ulemavu mm -hmm. Lakini katika ngazi ya kimataifa kwao, tuna mpaka sasa hatuna timu ya blind football ya Tanzania, hatuna timu ya sitting volleyball ya Tanzania Vivyo hivyo kwa michezo mingine ambayo nimehitaji kwao, tunaamini tumeanzia. E, tunaamini hii ni baby steps, lakini tuna wish siku moja sisi Cheza Foundation tuweze kutajwa kama taasisi ambayo ilianzisha hii michezo, na taifa linawakilishwa na, na timu hizi ambazo zinacheza hii michezo kimataifa. Hilo ni lengo la pili. Lengo la tatu ni kuwapa ajira watoto wenye ulemavu. Watoto wenye ulemavu, amini, am, a, a, amini watu wenye ulemavu mm, wana changamoto ya kuto kupata ajira. Whether ni katika mashirika au namna ambavyo wenyewe wanajichukulia au namna athari za unyenyepaa zilivyowafanya wafanya wawe kwao, tunaleta michezo kwao ili wao waweze kupata nafasi ya kuajiriwa kwa kucheza professional Sports. Yani, mchezaji wa boshia akishakuwa ana uwezo wa kuperform katika level ya kitaifa na ya kimataifa anaweza akaajiriwa katika professional sports ya, ya boshia na akaweza akaendesha maisha yake bila kujichukulia kuji kama mlemavu ambaye amekosa nafasi ya ajira. Kwa lengo la tatu ni kuwafanya watu wenye ulemavu waweze kujiajiri katika sekta ya michezo. Kwa hapo, hapo tumeona ili tuweze kuwa na timu ya taifa lazima tufanye michezo mashuleni kwa sababu ndo watoto walipo. Kwa hiyo ili kufikia lengo letu la kuwa na timu ya taifa, tumejikita zaidi kwenye kufanya tumeanza na almashauri ya jiji la Dar es Salaam, lakini tunakusudia kufanya almashauri zote nne amini, almashauri zote tano za mkoa huu wa Dar es Salaam, tunatuta extend kwenda Ubungo, kwenda Temeke a, kwenda Kinondoni, lakini pia kwenda a, Ubungo a, Temeke, Kinondoni, na hii hii ni almashauri ya jiji, kwa hizi zote nne zikiunganika kwa pamoja hmm, tutaweza kutengeneza mashindano ya, ya, ya mashuleni ya watoto wenye ulemavu. Kupitia yale mashindano, tutakuwa tuna timu za kila shule, timu za kila halmashauri. Kwa hizo timu tunaweza kuanzisha ligi ambayo itachezwa Dar es Salaam kwa, kwa kuwa na ligi ina maana tutakuwa tuna kundi la wachezaji ambao they are trained enough kuweza kuiwakilisha taifa kwenye ma, ma, ma, mashindano ya kimataifa. Kwa kulijibu swali lako la kwamba ni mambo gani ambayo tunayafanya ili kuweza kufikia malengo yetu ah, tuna, tume, tunaanzisha michezo hii katika ngazi ya mashule ili watoto wadogo wajifunze hiyo michezo na waweze kuicheza ili waweze kuiwakilisha Taipa. Bila shaka nimekujibu swali. Oh, uh, kiukweli hamasa naweza nikasema ipo kwenye watoto ambao tumewataget. Tumepata hamasa ya hali ya juu, kwa maana ya kwamba baada ya kujitambulisha katika zile shule watoto wametupokea kwa moyo, kwa furaha na, na ni kitu ambacho hata sisi matarajio yetu hayakuwa hivi Yaani watoto wanaposikia michezo, watoto wenye ulemavu wanaposikia michezo, kwao inakuwa ni kitu kikubwa sana, yaani yeah. Sio kama kama, yaani kama jambo la kawaida. Kwa hiyo watoto wenye ulemavu wamehamasika kwa kiasi kikubwa sana, lakini sio watoto tu, mpaka walimu wakuu wa shule ambazo tumezitembelea wamependa uhamasishaji wetu, lakini pia wamesema hii michezo ita, itawafanya watoto waweze kupata furaha, kuimarisha afya na kupata namna ya, ku, ya, ku, ya kushirikiana na wenzao kwa sababu sisi hatufanyi tu michezo na wale watoto wenye ulemavu, tunafanya kitu ambacho kitaalamu wanasema inclusion. Tunawa, tunawaweka pamoja watoto wenye ulemavu na wale ambao hawana ulemavu. Aa, ningependa kutoa anasa hizi kwa yoyote ambaye anasikiliza, ambaye anatazama, anawatazama watoto wenye ulemavu kama binadamu ambaye anatakiwa acheze, afurahie na aweze kuimarisha afya yake kwa, kwa kutumia michezo, anaweza kuwasiliana na sisi kwa, tuna kurasa zetu za Facebook, Instagram, X kwa jina la Cheza Foundation. Hivyo hivyo Cheza Foundation. Lakini pia tuna namba ya simu ambayo hapa nitataja namba yangu ya simu kama msemaji wa Cheza Foundation, lakini pia mwenyekiti wa Cheza Foundation. Namba yangu ni 0763524 nitarudia tena 0763 524 811. Kupitia namba hiyo, nakukaribisha sana katika Cheza Foundation. Sio tu kama unakuja labda kuleta vifaa, la, hasha! Unaweza ukaja ukashiriki na sisi, kwa sababu kwanza tunahitaji watu wengi sana wa kuvoluntia, ili kuendesha hii programu kwa pamoja, tuwafanye Watanzania, watoto kwa watu wazima, wenye ulemavu waweze kucheza michezo na kuimarisha afya zao na kujipatia kipato.